Karibu tena katika sehemu ya tano ya simulizi hii nzuri inayoitwa najuta kubalehe, na sasa tunaendelea. Niliogopa sana, sikutaka kabisa zile habari zifike nyumbani kwa wazee, wala kwa dada Selina. Basi damamu alipoona sitaki ni washirikishe wa nyumbani, akafungua pochi yake na kutoa elfu sitini akalipa lile deni nami nikamshukuru sana dogo. "Siku nyingine uwe na adabu na sehemu kama hizi," aliongea yule baunsa. Nikamkata jicho balaa, muda huo nina hasira nikikumbuka alivyonipiga dada Mamu. Akanishika mkono na kunitoa pale haraka. "Pole Kevoo." "Asante dada Mamu." Tulianza kutembea tukatembea barabarani huku tukiwa kimya. Damam alikuwa mtu kweli, maana huyo dada Selina amechagua marafiki zake wote wazuri, warefu, wana mishepo hatari. Sema kiboko yao ni Dashamira. Huyu ndio kiboko yao kabisa. Kwanza kumuona ni mara chache sana. Ni mzuri akijaga nyumbani, yani natamani kumwangalia alivyo mzuri, natamani kumwangalia muda wote Wenzako wamekuachia msale. Washenzi, tutakutana kitaa. Sasa utawafanyeje? Nitajua cha kufanya. Umenikumbusha <laughs> mbali sana, misala yetu inafanana, sema mimi wangu ni tofauti kidogo. Wako ukoje? nilikuwa na wenzangu wote, hadi dada yako tulikuwa naye. Tumeenda zetu kula starehe, sasa wanaume wawili wakajipendekeza kutuhudumia. Tumekunywa, tumekula, mwisho tukapanga kutoroka. Kwenye harakati, wenzangu wakafanikiwa, nikakamatwa mimi. Du, bado unataka niseme nini? Kilitokea? ndio walikupiga ? Hapana. Sasa walikufanya nini? Wee, waliondoka na mimi na kuambia hadi kwao wale wakaka. Mm -hmm. Basi bwana, ndio hivyo. Ikawaje sasa? Alafu Kevoo, acha utoto bwana. Walikubaka? Hamna. Walinipa wali, wali maharage nikala. <laughs> Dama muongo, sasa wewe unaulizaje kama mtoto? Unachowaza ndio hicho hicho walinifanya, walikubaka wawili wote? Hebu kuwa siriasi ujue, Kevoo, mimi nimekulipia hela yangu ya kodi. Aliposema hivyo kwanza, nikaishua pozi, nikakaa kimya kwanza We nyamaza tu hapa, cha kunisaidia twende nyumbani kabisa, nataka akuone. Mi nitamwambia mdogo wangu nimemlipia ada ya shule. Uh, Damam una mbinu. We twende huko. Damamu alinishika mkono tukaongozana, muda huo watu wanatushangaa sana njiani, mi hadi nikamuuliza Damam, mbona hao watu wanatushangaa sana? Watakuwa wanajua we ni bwanangwe. mm-hmm. Sasa hawaoni mimi mdogo? Jamani, hebu kwenda mdogo, kwani haipite? mam Mamu aliongea hiyo kauli hadi nikaishua maneno, nikataka kuutoa mkono wangu, lakini akanishikilia. Sikupenda vile watu walikuwa wananitazama, hadi tunafika kwake dada Mamu haniachii Tukaingia ndani chumba kimoja kizuri chenye choo ndani, nikaketi kwenye sofa. Muda huo mara dada Mam akawasha feni. Aisee, kuna joto hatari. Au wewe ulisikia mdogo wangu? Lipo lipo, lakini sio lipo lipolipo, yaani nilipo kabisa. Uui, saa ngapi, damam asianze kusaula nguo mbele yangu ya juu ikatoka, akabaki na blazia. Mara akashusha chini, muda huo nikaropoka dada e, nini tena jamani, si ulisema wewe mtoto eti. Kevoo aliongea. Akaendelea kuvua, akavua na kubaki na chupi tu, kisha akavuta kanga yake na kujifunga. Mimi muda huo nimekunja miguu, maana askari wangu alikuwa amekasirika balaa <laughs> oh, mi mdogo, sasa kinakucholesha macho ni nini? Ndio ujue watu walikuwa wanashangaa. Halali, mwanaume akisha balehe tu ni hatari kwa afya ya mwanamke yoyote, aliongea Damam, kisha akafungua friji akatoa juisi na kumimina kwenye glasi akanipa kwenye, akamimina kwenye glasi akanipa. Mi muda huo mnara unasoma tu haushuki yani, mam. Yeye akachukua savana akafungua na kuketi sofa jingine, mapaja yake yako nje, yaani ni mateso kwangu. Hivi Selina hajakubaka kweli? maana anavyokusifiaga dada yangu kabisa, ananipakaji. Sasa anakusifiaga mno o, mara mdogo wangu handsome. sijui nini, ipo siku atakubaka nakwambia. Ah, ha, awezi bwana, dada yangu, alafu tuache hizo stori, mi namwheshimu sana dada yangu. Haya Selina huwezi mimi je? Dama, kwa hiyo kweli hujawahi kuseksi? Maana Selina huwa anahisi hivyo. Dada bwana, mimi nataka niondoke bwana, muda ushaenda. Huyu naye hebu tulia huko. Je, kama nataka nikupe, unipe? Unipe nini? Hapa ndo mwisho wa sehemu ya tano ya simulizi hii nzuri, inaitwa najuta kubalehe. Msimuliaji anaitwa AJ. Na je, mamu anataka kumpa nini Kevo na nini kitamtokea Kevo katika chumba cha da Mamu? Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment ili uwe ili uwe wa kwanza kupata miendelezo kila ninapotoa kila ninapotoa miendelezo. Ni mpaka wakati mwingine. Asante na kwa heri chao.